Watanzania wa wengi baada ya tarehe ishirini na tisa walitegemea kwamba jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ lingechukua nchi, lakini haijawa hivyo. Zipo sababu ambazo zimepelekea jeshi la wananchi wa Tanzania lisichukue nchi, na hapa nitakutajia sababu tano za msingi zenye mashiko ambazo zinaweza zikawa zimepelekea jeshi la wananchi lisichukue nchi. Sababu ya kwanza ni mgawanyiko wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ. sio chombo kimoja ambacho kinaweza kikaja na hitimisho moja, kikaja na neno moja. JWTZ imegawanyika katika vitengo mbalimbali: kuna jeshi la anga, kuna jeshi la majini, kuna jeshi la nchi kavu, lakini kila kikosi Kina viongozi wake wa juu, kina makapteni wake. Sasa ili kuweza kufanikisha zoezi la kuchukua nchi ni lazima hili jeshi liwe na kauli moja, hawa viongozi wote wawe na kauli moja, lakini hicho kimekuwa ni ni kama kikwazo. Lakini sababu nyingine ni uwepo wa vyombo tofauti vya usalama. Kuna jeshi la wananchi wa Tanzania, kuna jeshi la polisi kuna jeshi la magereza kuna jeshi la zimamoto. Haya majeshi yote yana majukumu tofauti. Jukumu la jeshi la wananchi wa Tanzania mojawapo ni kulinda mipaka ya nchi, lakini jeshi la polisi kulinda raia, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo unakuta ni vyombo vya usalama vyenye majukumu tofauti, na pia inakuwa ni tofauti Kuweza kuungana hivi vyombo vyote na kuweza kukubaliana kuchukua nchi. Kwa sababu jeshi la wananchi wa Tanzania likisema lichukue nchi, wazo hilo litakuwa halijakubaliwa na jeshi la polisi, halijakubaliwa na jeshi la magereza, litakuwa ni msimamo wa jeshi la wananchi, ambapo sasa kikifanyika kitu kama hicho, itawapelekea mgongano mkubwa na vita kubwa kati ya haya majeshi tofauti tofauti. Lakini sababu nyingine ambayo imepelekea jeshi lisichukue nchi ni utiifu wa baadhi ya viongozi wa ngazi za juu. Kuna baadhi ya viongozi wa juu kabisa kwenye jeshi ambao wamekula viapo na wanavisimamia viapo vyao kwa hali na mali, hawapo tayari kuvunja viapo vyao. Aliapa kuilinda nchi, kumlinda kiongozi. Kwa hiyo wale viongozi wa juu hawawezi kufanya maamuzi bila kupata baraka kutoka kwa viongozi wao wa juu, ambaye akiwemo ni rais ambaye yeye ni amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo wapo viongozi wa juu wa jeshi ambao wanafata kauli ya amiri jeshi mkuu. Ni viongozi watiifu kwa serikali yao, wanatii kiapo ambacho walikiapa. Hiyo ni sababu ya tatu. Sababu ya nne ambayo imepelekea jeshi lishindwe kuchukua nchi ni kauli ya Kapteni Tesha. Kauli ya Kapteni Tesha alisikika akisema kwamba anashauri jeshi la wananchi lichukue nchi. Kauli ile iliwapa attention serikali na wakaanza kufanya namna ya kuweza kudhibiti jeshi la wananchi lisifanikiwe kuchukua nchi. Kuna baadhi ya wanajeshi ambao walionekana wanamtazamo tofauti na serikali, waliwekwa kizuizini na waliwekwa chini ya uangalizi mkali kwa ajili ya kuzuia hilo swala. Kwa hiyo kauli ya Kapteni Tesha ilileta attention kubwa kwa serikali masuala wa wa wa yake katika kuorganize vikosi, hata hilo swala la kuunganisha kikosi hiki na kikosi hiki waweze kuja na solution moja, ilikuwa inategemea sana mtandao hata hata wanapofanya operesheni mbalimbali za kijeshi mtandao unahitajika sana. Kwa hiyo, na serikali ililijua hilo, wakazima mtandao kwa ajili ya kukata mawasiliano haya, majeshi akawa hayana mawasiliano. Lakini pia hata hivyo, wale viongozi wa juu wa jeshi mawasiliano yao yanafuatiliwa, mawasiliano yao yanafuatiliwa. Lakini pia wakazima mtandao ili kukata mawasiliano dhidi ya hivi vikosi vya kijeshi ili waweze kushindwa kutengeneza organization moja, ambayo utawapelekea waje na kitu kimoja, waweze kuichukua nchi. Kwa hiyo hizo ni sababu tano za msingi zenye mashiko ambazo zimepelekea JWTZ imeshindwa kuchukua nchi.